Tuelekee kaunti namba 42 ambapo mratibu wa usalama huko Nyanza Florah Mworoa ametoa onyo kwa wakazi katika eneo la mpakani wanaomiliki bunduki bila kibali. Alizungumza katika eneo la Kegonga, alisema kuwa serikali itahakikisha mauaji ya watu kwa mtutu wa bunduki yanakatizwa kwenye kaburi la sahau. <coughs> tumepata tumekubaliana, ya kwamba hizo bunduki zote lazima, na ninarudia, lazima tuzikusanye. Hakuna raia ambaye anakubaliwa kubeba bunduki bila kibali, na ninataka kusema hapa kwamba kama unajua uko na bunduki haramu, kama unajua uko na bunduki ambayo ni haramu, tafadhali isalimishe kwa kituo ambacho kiko karibu. Ikiuliza vyombo vya usalama, vyombo vya uchunguzi, vyombo vya CID vimefika wapi na wapi, washukiwa wesh ambao wameshikwa ili kuleta haki katika familia hii. Nilipoteza mtoto wangu tarehe kumi mwezi wa nane, na kwa uchungu mtoto wangu alipiwa marisasi nane, na serikali haijachukua chuku mpaka saa hizi. Ninalia, ninaumia mtoto wangu. Enyewe mwanangu aliuawa kwa marisasi, kupigwa marisasi na mpaka sasa hivi serikali haijachukua hatua ya kushika hiyo bunduki ama kupata hiyo bunduki iliyomuua mtoto wangu. Anadai haki ya mtoto wangu.